Michuano ya soka kuwania taji la klabu bingwa barani Ulaya imefikia patamu baada ya klabu nane zilizofuzu katika hatua ya robo fainali kufahamika siku ya Jumanne na siku ya Jumatano baada ya michuano ya hatua ya kumi na sita bora. Sasa kama wewe ni shabiki wa Arsenal, klabu yako itacheza na Real Madrid ambao ni mabingwa watetezi wa taji hili. Timu zote mbili zilipata ushindi mkubwa katika ile hatua ya 16 bora, lakini mabingwa wa zamani Borussia Dortmund watakutana na Barcelona ambao pia ni mabingwa wa zamani wa taji hili. Mechi hizi zitachezwa nyumbani na ugenini tarehe 8 na tarehe tisa mwezi wa pili, na wiki moja baadaye kutakuwa na mechi za marudio. Bayern Munich ambao pia waliwahi kushinda taji hili watachuana na Inter Milan ya Italia huku Paris Saint-Germain ama PSG ya Ufaransa, hawa ni miamba wa soka kule nchini Ufaransa, wakichuana na Aston Villa, club pekee ya Uingereza ambayo imefika katika hatua hii ya uh, robo fainali, baada ya Liverpool ambao pia walikuwa wamepata nafasi ya kufanya vizuri, kuondolewa katika hatua ya kumi na sita bora mapema wiki hii. Je, unafikiri ni nani ambaye atafuzu katika hatua ya nusu fainali na Real Madrid itatetea tena ubingwa wake wa taji hili la UEFA? Bila shaka majibu ya swali hili na mengine mengi ni mwezi Aprili tarehe 8, tarehe 9 na baadaye, wiki moja baadaye, katika michuano ya marudio kule barani Ulaya.